kuabudiwa kutiiwa na wale waislamu wenye kusali katika bonde la Waarabu walakin

Utaona wanawake baadhi yao wanachochea uhasama na ugomvi baadhi ya wengine, na pengine atajifanya ni shoga wa mtu fulani. Baadaye mtu fulani mumewe ataongeza mke wa pili, basi yeye atajifanya ni shoga wa yule wa mwanzo na kumtia ubaya, kumtia ubayani huyu wa pili, au atajifanya yeye ni shoga wa pili na kumtia ubayani huyu wa mwanzo. Amejisahau kama ni ni mwanamke, kuna siku mumewe ataoa na itakuwa hali wanafanyia wenzake, naye atafanya

atachukua maneno atampelekea mwenzake, mwenzake naye anayapokea katika njia ya ubaya, atamchukia yule wa mwanzo. Na mwingine anamwambia, shoga mkwambie usijue, akamwambia mwenyewe mie, usintaje na kuamini usijue, akaniangusha, anapeleka umbea alafu anachochea watu walikuwa wameungana wamependana, anangua yeye ni kati na kati, anatenganisha baina ya watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alipita kwenye makaburi mawili akasema, innahuma la yuadhaban, watu wake hawa wawili wanaadhibiwa, na wala hawaadhibiwi kwa dhambi kubwa, yani katika kuachwa kwake. Amma ahaduhuma fakana yamshi yamshi binnamima, mmoja wao alikuwa akipita kwa kufitinisha akichukua maneno kwa ukti huyu akampelekea ukti yule, akachukua maneno kwa ukti yule akampelekea yule. Haya mambo ni mabaya, dada yangu. Muda mwingine mtu anakuwa shoga wa ndugu wawili, anakuwa kati na kati anampelekea huyu anampelekea yule, watu wanagombana wanahasimiana, uko unakatika Amejisahau kwamba yeye ana fungu la dhambi katika hili. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, la yadkhulu ljannata ha, nammam, haingii peponi mfitinishaji. Kwa hiyo kama wewe kazi yako ni umbea kuchukua maneno kupeleka huku na kule, ukamwambia mwenyewe au kayafikisha kwa yule ambaye akawafikishia kwa wenyewe, hata we ni kweli, lakini ikawa upelekaji wako ala wajil ifsad, wallahi jijue wewe upo katika sehemu mbaya na inatakikana utubie kwa Allah na urejee kwa Mola wako. Usiwe ni mfitinishaji baina ya watu, usiwe ni mwenye kukaa kati na kati baina ya gomvi, usiwe ni mtu ambaye lengo lako watu wagombane ufurahi. Manake wewe watu washakutenga, unavyohisi wewe huna bahati, kwa unatafuta wenzako, mimi nilisema wananionea mie tu. Wewe hayakusaidii chochote mbele ya Mola wako. Hakikisha unakaa salama na ndugu zako. Wa khaliqin nas bi khulqin hasan, ishi na watu kwa tabia nzuri, usihamishe maneno. Umeona mambo mengine yapoteze, sio kile unaoliona wewe unalifikisha na, na hujui yule ambaye anampokea, manake unaweza kumwambia mwenzako Ukampa viapo, usimwambie niahidi, husemi sawa? Eh, mwenzako usiku wa mwanzo eh, hakulala vizuri. Wa pili limemshinda, limemkaa rohoni. Tatu analitoa tu analitoa tu analito jambo, naona mimi nitakaa nalo mpaka lini? Nakonda, sina raha, sina amani. Kwa nini? Kwa sababu ya umbea, kwa sababu ya ufisadi. Na leo umekuta Nyumba nyingi zimeharibika, koo nyingi zimekatika, madarasa mengi yanavurugika, watu wanakatana walikuwa wakipatana. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu kahamisha maneno ya huku kayapeleka kwa yule kule. Haya mambo hayatakiwi, hayatakiwi katika Uislamu, hayatakiwi katika Uislamu. Kwa hiyo mambo ya kuchochea eh, mtu ajitahid. Ala lmarati lmuslima an tahdhara min hadha lkhuluqi sayi Mwanamke wa Kiislamu atahadhari na tabia hii mbaya. Hii tabia si nzuri, ajiepushe nayo, kwa kuwa ni kujishabihisha na shaitani.